Yapo maombi ambayo tunaomba hayawezi kujibiwa, hayawezi kujibiwa. Na wako watu wengi wameomba, wanasema tumeomba sana, tumefunga sana, tumekesha sana, lakini maombi yao hayajajibiwa na wakati wetu tumetiana moyo kwamba subiri wakati wa Bwana. Huo wakati wa Bwana ni upi kama Bwana mwenyewe hajasema huo wakati ni upi? Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Unajua, ni bora Mungu akwambie subiri, tasubiri. Ndiyo wakati uliokubalika, Mungu anaweza kukujibu Swali, je, ni kweli unasubiri wakati au unafananishwa na mtu aliyeishi aliyekaa bombani, ametega ndoo kwenye kwenye kwenye foleni ambayo kile, kile ile bomba haina dalili ya kutoa maji? Miaka kumi iliyopita, nafahamu hizo bomba akuta zipo kofozi za kijiji zimefungwa tu hapo aziyewe kutoa maji na mmeunga foleni, mnasubiri tasubiri sana, hutaona matokeo. Ndivyo wakristo wengi wamekuwa. Si kila maombi yanajibiwa tu kwa sababu tumeomba. Jifunze kwenda kwa Mungu na sadaka. Amen. Hello. Amen. Kila ombi unaloomba jifunze kushika dhabihu. Ni rahisi kwa watu wote wanaojua kuomba na dhabihu. Mifano nitaitoa ya kutosha. Amen, Yesu asifiwe. Amen, tusiendelee kuombeana hapa, tuweza tukamalizana tuka nguvu bure, usione matokeo.